Na leo hii Elisante Ngoma katika lile jopo la vijana ambao walikuwa na ndoto kubwa, naye amekuja ACT Wazalendo. Hii inatuma ujumbe mkubwa kwa vijana wa Tanzania kwamba kama vijana hawa ambao walikuwa na ndoto kubwa sana wanaona jukwaa lao ni ACT Wazalendo, basi huo ni ujumbe kwa vijana wote kwamba hili eh, ni jukwaa, ni jukwaa kwa ni jukwaa lao. Kwa hiyo baada ya maneno hayo ambayo nimeyasema kwa utangulizi, sasa nichukue fursa hii kumleta kwenye podia ndugu yetu Elisante Ngoma, atakuja kujipambanua mwenyewe hapa safari yake ya kisiasa na kwa nini ameamua kujiunga na ACT Wazalendo, na baada ya hapo tutawapa nafasi waandishi mumulize. ACT Wazalendo kuanzia leo tarehe 9 Juni 2025 rasmi nimejiunga na chama cha ACT Wazalendo. Ninachukua fursa hii kushukuru chama changu cha NCCR cha Mageuzi kwa heshima kubwa niliyoipata ya kushika nafasi mbalimbali nyeti. Nikiwa NCCR Mageuzi, nimewahi kuwa naibu katibu wa vijana taifa, katibu mkuu wa vijana taifa, na katibu mwenezi wa chama taifa, na nje ya chama pia niliwahi kuwa makamu mwenyekiti wa jukwaa la vijana TCD yaani Tanzania Center for Democracy, nafasi iliyonipa jukwaa pana zaidi la kuwakilisha vijana wa vyama vyote katika mijadala ya kidemokrasia na hatima ya taifa letu. Kupitia nafasi hizi, ndugu waandishi wa habari, nimejifunza mengi na nimehudumu kwa moyo wa kujitolea na kushuhudia changamoto na fursa zinazotokana na uongozi wa kisiasa nchini. Hata hivyo kuna wakati katika maisha ya mwanasiasa ambapo dhamira, maono na mwelekeo wa kisiasa humpelekea kufanya maamuzi magumu, lakini maamuzi sahihi. Sasa kuna wengi watajiuliza, kwa nini Elisante Ngoma ameacha vyeo vikubwa vya uenezi wa chama taifa, vyeo mbalimbali ambavyo wamekuwa navyo, heshima ambazo wamekuwa nazo, lakini amejiunga na chama cha ACT Wazalendo, hayo yote Nitayajibu leo. Ni kwa nini nimetoka NCCR Mageuzi na nimekuja kujiunga na chama cha ACT Wazalendo. Kwanza kabisa nataka mfahamu, ndugu waandishi, chama changu cha NCCR Mageuzi kimepoteza dira ya kuiondoa CCM madarakani. Hili naomba nirudie ili mnielewe. mimi nimekuwa kwenye vikao mbalimbali vya chama vikubwa ambavyo chama kilichotoka, lakini niwaambie ukweli chama cha NCCR Mageuzi kimepoteza dira, hakina mwelekeo wa kuiondoa CCM madarakani, bali kina mwelekeo wa kunufaisha viongozi wachache ambao wako kwenye ngazi pale za juu. Na ndio maana mnaona tokea aondolewe yule yule jamaa mpaka leo hakijawahi kufanya mkutano wa aina yoyote, wala siasa sehemu yoyote. Sasa chama kama hicho kweli, hata kama una vyeo vikubwa vya <laughs> nafasi kubwa kama hizo halafu wewe kijana una ndoto ya kulitetea taifa, una ndoto ya kupigania taifa, huwezi kubaki kwenye chama cha namna hiyo. Kwa hiyo ndio maana nilitafuta jukwaa zuri, jukwaa ambalo linaamini katika kupambana kutetea masilahi ya Watanzania, nikaamua kuchagua ACT Wazalendo, kwani ndio chama makini na pekee kinachoweza kupambania taifa <laughs> Lakini kwa nini nimeondoka NCCR Mageuzi na kujiunga ACT Wazalendo? Kwanza ni kuunga juhudi za ACT Wazalendo zinazomtanguliza utu, uwajibikaji na maendeleo ya kweli kwa kila Mtanzania na, nataka niwaambie, na hili nataka lielewe chama cha ACT Wazalendo ndio kinaamini katika taifa la wote, masilahi ya wote yaani ukiwa na chama ambacho kinawajali wa Tanzania hicho ndio chama cha mtu pekee ambaye una akili nzuri na akili timamu wa kwenda kujiunga na chama hicho kwa ajili ya kutetea masilahi ya Watanzania kama kweli chama una dhamira ya kweli ya kutetea maslahi ya Tanzania, una kila sababu za kuhakikisha unatafuta chama ambacho kinaamini katika maslahi ya wote na taifa la wote. Ndio maana nimejiunga na chama cha ACT Wazalendo, lakini pia nimevutiwa na jitihada za ACT Wazalendo kuwalea vijana kiuongozi na kuwapa jukwaa kuonyesha uwezo wao. Sasa hii ni siri na wapa, naomba muiandike vizuri, waandishi wa habari, juzi wakati kuna mkutano mkuu Dodoma, wa chama cha NCCR Mageuzi, mimi Elisante Ngoma, wajumbe pamoja na wanachama wote wa halmashauri kuu walidhamiria na wakakubali mimi niwe naibu katibu wa chama taifa, na tukapita hatua zote, lakini kwa sababu tu ya kwamba ni chama ambacho akiangalia katika vijana kuwainua vijana kuonyesha uwezo wao niliitwa dakika za jioni, jioni kabisa, nikaambiwa tunaomba, kuna mzee fulani amegombea nyakati nyingi, mpishe awe naibu katibu mkuu. Na nataka kuwaambia wajumbe wa halmashauri kuu wamechukia kweli kweli, na wako tayari kujiunga na ACT Wazalendo, na tutawaleta kwa sababu ni chama ambacho kimeshindwa kuwainua vijana, kimeshindwa kusimama kuhakikisha vijana wanaonyesha uwezo wao. Kwa hiyo nimeangalia, nikaona ACT Wazalendo ni jukwaa sahihi ambalo linaweza kuonyesha vipaji na kuwapa nafasi vijana kuonyesha uwezo wao na kulisaidia taifa letu la Tanzania. Lakini pia uh, nimevutiwa na mpango wa ACT Wazalendo kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025 kupitia kauli mbiu ya tutashiriki tukipambana na tutapambana tukishiriki, sio dongo. Lakini nataka mlielewe, kuna wenzetu wameshajitoa wao wanapambana nje ya ulingo, nadhani mnawafahamu wao, wamesema watapambania nje ya ulingo. Huwezi ukawa unaingia kwenye mapambano ukapambana nje ya uwanja wa mapambano ukasema unapambana, huko ni kuimba ngonjera au kuimba mapambio. Siku zote mpambanaji anapambania kwenye ulingo, na ndiyo maana kwa kauli hii ya ACT Wazalendo, tutashiriki tukipambana na tutapambana tukishiriki Ilinivutia sana kuonesha kwamba ni vijana, tunatakiwa kuungana kuhakikisha kwamba tunakiunga chama cha ACT wazalendo mkono ili kupambana kuhakikisha tuna tunamtoa CCM madarakani kuhakikisha tunatimiza ndoto za Watanzania kuhakikisha tunagusa maisha ya wa Watanzania kwa pamoja, kama wazalendo wa taifa hili, tuna uwezo wa kumtoa CCM madarakani na tutamtoa kupitia ACT. <laughs> Lakini pia uzoefu wa kisiasa umetuonyesha hivi sasa nchini hakuna tume huru ya uchaguzi. Hata hivyo dira ya ACT wazalendo ya kushiriki kwenye uchaguzi kama jukwaa la mapambano ni uamuzi sahihi sana, kwa sababu nimeshasema hapo, huwezi ukasema unapambana halafu unapambana nje ya uwanja. Kwa hiyo niwapongeze sana chama cha ACT wazalendo, kwa sababu kweli kinaenda kabisa kuonyesha dhamira ya dhati ya kupambana kwa ajili ya taifa hili, niwapongeze sana. Lakini pili, jambo la mwisho ambalo lilinivutia, kwa nini ACT wazalendo eh, ninajiunga na ACT Wazalendo kutoa mchango wangu katika kuiondosha CCM madarakani. Waandishi wa habari, waandishi wa habari wa Tanzania, ACT Wazalendo siri za kuitoa CCM madarakani wanazo, mbinu ya kuzitoa CCM madarakani ya kuitoa CCM madarakani wanazo, na mkakati wa kuitoa CCM madarakani wanayo. Na niwahakikishie CCM awamu hii ndio mwisho wa kukanyaga ikumu 2025 kwenye uchaguzi wa, wa, wa, wa, wa uchaguzi mkuu CCM ndo hawaingii tena Ikulu. Wajiandae kutukabidhi ACT Wazalendo. <coughs> Lakini pia utawala wa CCM hausikii tena sauti za watu, haujali tena mateso ya wanyonge uta, ni utawala uliojaa kiburi na maamuzi yasiyo na mashiko. Utawala unapofika hapo hupoteza uhalali wa maadili hata kama una nguvu ya kimfumo. Ndugu waandishi wa habari wa na Watanzania kwa ujumla, Watanzania wanalia juu ya ugumu wa maisha, ukosefu wa ajira, lakini pia Watanzania wanalia kwa sababu ya huduma mbovu za elimu na afya, pamoja na kuporwa rasilimali zetu wa zepu. Ndugu wa Tanzania, waandishi habari wa na Watanzania kwa hakika, naomba ili mliandike vizuri kwa hakika, Mungu ameuhesabu muda wa utawala huu wa CCM na kuleta mwisho wake. Utawala ulioko umewekwa kwenye mizani, umepimwa na umeonekana hauna uzito, umepungua. Sasa historia ya kuondoshwa utawala huu inaenda kuandikwa na chama cha ACT Wazalendo, ACT Wazalendo wote. Ndugu waandishi wabaya, kuonyesha uzito wa hoja yangu, napenda kuchukua fursa hii kutangaza rasmi kuwa pia nitakisaidia chama changu kutekeleza malengo yake nyumbani nilikozaliwa, Same Magharibi. Mimi natokea jimbo la Same Magharibi na ninatia nia ya kugombea ubunge kwa jimbo la Same Magharibi. Natambua jimbo la Same Magharibi kuna mtu anajiita yeye ni mwamba, ni Goliati, anatisha watu, anahongahonga watu kwa sababu ya fedha zake. Yeye yeah, anajiita Goliati, lakini mimi nakuja kama Daudi, nahakikisha nitamuua. kusema hayo isen Mungu ibariki Tanzania, Mungu bariki juhudi za wapambanaji wote wa wazalendo wa ACT Wazalendo, na kwa pamoja naamini kabisa